Nilianza kutumia dawa za kulevya mnamo mwaka 2013. Chanzo kilikuwa ni marafiki. Yaani mwanzo sikugundua ila baadaye ndo nika katika kumbo, kufikiria kwangu ndo nikagundua, mwanzo sikugundua kwamba nilikuwa na, na sigara zilizopewa na shisha nilovuta ndo nilu. Ya kabla sikuanza mambo yangu usanii nilikuwa situmii hivi vitu na pindi livoingia kwenye usanii pia nikuastumii toka nimeanza BSS nkuastumii mpaka nimetoa nyimbo yangu ya samani. Nimetoa nyimbo zote nkuwastumii pale, ila tatu nakumbuka nikaanza kutumia vitu nimpunguzia mafanikio yangu, sababu nilianza vizuri kwenye mziki, ila baadaye nkawampuuzaji. Unajua ukivuta una, una, nawa mpuuzaji kuwa mpuzaji, mpunguza upendo, yani vitu vingi mpunguza. Yani vitu vingi vimepoteapotea potea. Yani dawa za kulevya ndo zimesababisha mimi kuporomoka kimuziki bia hizi, naamini ningekuwa mbali sana. Nashauri hususani wasiotumia wabaki hivyo hivyo, kutu kutumia, kwa sababu hivi vitu havina mpango, havina maana, unapoteza pesa, unapoteza uaminifu unapoteza hadhi yako, heshima yako, yaani kila kitu kinapotea, unapoteza kila kitu. Na wanaotumia inatosha, inatosha, kama ushateleza, mtu atelezi mara mbili, ateleza mara moja, ukikumbuka Mungu akikujalia, na pia mpaka kukumbuka ni majalia ya Mwenyezi Mungu.